Toka Chanika Zingiziwa, msafara unaendelea tena, tunakwenda kwenye uzinduzi wa tawi jingine sanjari na kufanya hamasa katika tawi la wekundu wa Vigoa Chamazi. Wow. tatoka Zingiziwa tapita Mvuti, Kitonga, Mbondole moja kwa moja mpaka Mbande Mbande Chamazi, tunaingia ndani ndani Vigoa kwenda kwenye uzinduzi wa hama, kwenda kwenye mwendelezo wa hamasa sanjari na uzinduzi wa taru la Simba Vigoa. Kwa hiyo wale wote ambao wanataka kuungana nasi siku ya tarehe kumi na tisa wage nyumbani kabisa, kwa sababu tukiondoka asubuhi tunarudi usiku. Ruti hii ni ndefu kweli kweli. Kifupi ni kwamba tunaizunguka Dar es Salaam nzima, sio kwamba tunakesha huko huko, maana kina Shabani wanaweza kaudi kesho yake akamdanganya mama wawili, tulikesha hamasa. Yetu haikeshi. Tukimaliza jioni tunasambaana. Nawajua, nawajua hiyo ni siku ya tarehe kumi na tisa. Tarehe ishirini tunaamkia upande ule wa pili wa Dar es Salaam. Mbezi na Goba yake, takwenda kwenye uzinduzi wa tawi senjari na mwendelezo wa hamasa katika tawi la wekundu wa majengo bo uh-huh. Goba wekundu wa majengo Goba, tunakwenda huko kwenda kufanya kufuru kubwa. Tukimaliza wekundu wa majengo Goba, tunakwenda wekundu wa kulangwa Mbezi. Hayo ni maeneo ya huko, tunakwenda kutimua vumbi siku ya tarehe ishirini. Kwa hiyo tarehe 20 ambayo itakuwa ni siku ya pili ya Hamasa tutaanzia Magomeni, Manzese, Mwenge, safari hiyo Tegeta, Kunduchi mpaka Goba, Mbezi yote hiyo utavuruga mitaa yote ya kule, tutafanya hamasa ya watu wa kule, tutawauzia tiketi watu wa kule. Baada ya hapo tunasambaana, siku ya pili inakuwa imemalizika namna hiyo. Siku ya tatu ambayo ni Novemba ishirini na moja, siku ya Ijumaa, siku hii itakuwa ni siku maalum ya kwenda kutoa msaada kwenye kituo cha watoto yatima, ambao ni utamaduni wetu tunapokuwa na jambo kubwa na jambo zito tunatoa msaada kwa watu wenye uhitaji ili kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu, na atufanyie wepesi kwenye jambo ambalo linatukabili mbele yetu. Na kwa hapa, tutakuwa na Moldo Foundation ambaye kwa pamoja tutakwenda kituo cha ja Azam Temeke kwenda kutoa msaada, na baada ya hapo siku itakuwa imemalizika namna hiyo. Siku ya Ijumaa tukitoka Temeke, tunakwenda Petete hapo tunabonga biriani yetu, mambo yanakuwa ni gwele gwele. <coughs> ni watu wa starehe, ni watu wa raha. Kwa hiyo ratiba zetu lazima ziambatane na burudani za hapa na pale. Kwa hiyo tarehe ishirini na moja, baada ya kutoa msaada, tunakwenda kupoza moyo na biriani maridadi kabisa. Hiyo ni ishirini na moja. Tarehe ishirini na mbili ndiyo funga kazi yenyewe. Sasa hii itakuwa ni siku ya Jumamosi. Hapa ndo tunakwenda kufunga kazi, tunakwenda kumaliza kazi ya hamasa tunakwenda kufanya ubaya ubwera part 2 wa hamasa. Tunakwenda kufanya balaa zito kweli kweli. Kwa mara ya kwanza tunakwenda Vikindu kwenda kufanya hamasa. Nimechukua <tinyo> <tinyo> nafasi hii kuwatangazia watu wote wa Vikindu, tunakwenda huko wilaya ya Mkuranga enda kufunga hamasa. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwakaribisha wanasimba wote wa Vikindu, tukutane Vikindu Center Mataa, twende tukafanye tukakamilishe hamasa kuelekea mchezo wetu wa tarehe 23. Ukiangalia ratiba yetu safari hii imekuwa na matukio mengi ya hamasa kutokana na umuhimu wa mchezo wenyewe, lakini dhamira yetu ya makusudi ya kutaka kuujaza Benjamin Mkapa. Na sisi tunafahamu Benjamin Mkapa hawezi kujaza Benjamin Mkapa, sio lele mama, lazima ufanye kazi kweli kweli ndio uweze kujaza Benjamin Mkapa, na hiyo kazi tunaiweza sisi Simba Sports Club pekee ndio maana wengine unaona wanakimbia kwa sababu ndio kina hao wasioweza kufanya kazi ya kuijaza Benjamin Mkapa, ndugu zangu ni wana Simba. Kabla sijazungumzia umuhimu wa mchezo wenyewe, kuna tangazo moja fupi hapa, nilitoe nitaka kulisahau, kwa wale wanaokaa VIPB, wapo watu ambao wamelalamikia tabia ya kutopendezwa na tabia ya kumwagiana maji pale VIPB, na watu wamenifikishia mimi maoni yao niwatangazie hivyo. Na kwa kuwa mimi ndiyo mlezi wa mashabiki wanapokuwa Benjamin Mkapa, nimejipa hicho cheo, kwa hiyo nalazimika kutoa muongozo. Pale VIPB kuna tamaduni zake na kila jukwaa la Benjamin Mkapa lina utamaduni wake ambao hauwezi kufutika na ni sehemu ya vivutio. Kwa maana ya kwamba kuna mtu anakwenda kukaa VIPA kwa sababu kuna kitu kinamvutia pale VIPA. Kuna mtu anapenda kukaa mzunguko kwa sababu anavutiwa na vibe la mzunguko. Kwa hiyo kila jukwaa lina utamaduni wake na pale vib kuna utamaduni huo wa kumwagiana maji na wapo watu ambao wana enjoy huo utamaduni na kuna watu huo wanafuata huo utamaduni. Kwa hiyo kusema tuufute moja kwa moja haiwezekani, kwa sababu tayari umeshakuwa ni utamaduni wa watu na imesha kuwa ni kivutio cha watu. Lakini makosa yanapofanyika ni kwamba kuna watu hawamwagi maji tena, wanamwaga pombe. Sasa basi, nitoe angalizo: maji ni ruksa kuendelea kumwagiana, lakini pombe si, haitakiwi kumwagiana pombe. Pombe yako nunua, kunywa, usimwagie mwenzio, kwa sababu pale tunakaa watu wa tabia tofauti tofauti. Kwa hiyo tusikwazane kiasi cha kumwagiana pombe pombe yako nunua kunywa mwenyewe usiwamwagie wenzio. Na nichukue nafasi hii kuambia wale waasisi wa kumwaga maji pale VIPB, wao ndio wawe wadhibiti wa wengine wanaomwaga pombe, wawakataze na kuwazuia wale wanaomwaga pombe, na badala yake watu wamwagiane maji. Maji ni ruksa lakini kama wewe hutaki na kumwagiwa maji vile vile na unataka kukaa VIPB, VIPB ziko mbili, kuna upande wa kulia na kuna upande wa kushoto. Upande wa kushoto ndio wenye tabia ya kumwagiana maji. Mimi ni kushauri ukakae VIPB ya upande wa kulia, kule hakuna changamoto ya kumwagiana maji. Lakini kama bado unataka kukaa upande huo huo wa kushoto Usikae hapa mwanzoni karibu na tunnel, kwa sababu hapa ndiyo kwenye hiyo tabia ya kumwagiana maji. Sogea pembeni huku, kwenyewe huku hakuna utamaduni huo wa kumwagiana maji. Natumai tumeelewana, lakini kama hautaki tabu kabisa, kaa upande huu wa pili, upande wa kulia ambao huwa wanakaa kapu la magoli, kule wenyewe hawamwagiani maji. Ndugu zangu ni Wanasimba, ndugu zangu ni waandishi wa habari, tunakwenda kuanza msimu wetu wa saba wa kucheza hatua ya makundi ya michuano ya CAF na ni msimu wetu wa tano wa kucheza hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Lazima kumbukumbu ikae sawa sawa, ya kwamba sisi ndiyo timu pekee Tanzania ambayo tumecheza group stage za ligi mabingwa Afrika. Hakuna timu yeyote yenye rekodi kama hiyo. Na wakati wengine wakifikia idadi ya group stage tano, sisi tutakuwa na nane. Wakifikia nane, sisi tutakuwa na kumi na moja. Kimsingi ni kwamba hawatatupata tena kwenye mafanikio ya michuano ya Afrika. Kwa hili ni jambo la kujivunia sana sisi Wanasimba kuwa na mafanikio haya ya mfululizo ya kucheza mara tano hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika. Mara zote ambazo tumecheza hatua ya makundi, tumekutana na timu ngumu ngumu ngumu ngumu, ngumu lakini kwa kudra zake Mwenyezi Mungu na kwa ubora wa wachezaji wetu na mipango ya viongozi wetu, mara zote tumevuka na tumeenda hatua ya robo finali. Mwaka huu tumekutana na kigingi ama vigingi vizito kweli kweli kwenye kundi letu, kundi D, lakini pamoja na ugumu wa kundi letu, lakini bado tunasema mwanzoni kabisa hapa ya kwamba mnyama atavuka, atakwenda robo finali. <tinyi> Hatujawahi, hatujazoea Haijawahi kuwa hivyo kwa Simba Sports Club kuishia hatua ya makundi tangu tumeanza kutawala soka la Afrika. Na mwaka huu, pamoja na ugumu wa kundi letu, lakini tutavuka kwenda hatua inayofuata. Lakini kuvuka kwetu kwa safari hii kunahitaji tufanye kazi kweli kweli, tunahitaji tushikamane kweli kweli, tunahitaji tuwe nguvu moja ya dhati, ili tuweze kuvuka. Sio nyepesi hata kidogo, lakini tutavuka, na ili tuweze kuvuka lazima tuanze vyema tarehe kumi, tarehe ishirini na tatu dhidi ya Petro Atletico di Luanda kutoka Angola. Ndugu zanguni, tusiwadharau, tusiwachukulie poa na watu, sijisahau hata kidogo na tukadhani ya kwamba kwa sababu hawa ni weusi kutoka Sahara, kutoka kusini mwa Afrika, basi watakuwa ni wepesi. Ndugu zanguni, hii timu tunayocheza nayo Jumapili ijayo ni timu jiwe kweli kweli, ni timu ngumu kweli kweli, ni timu bab kubwa kweli kweli, na tusipofanya maandalizi yetu sawasawa kwenye idara zote tutavuliwa taulo ukwenyi Lazima tujipange sawa sawa, anafungika Petro Atletico di Rwanda, lakini sio kwa maneno na mdomo, kazi ifanyike sawa sawa. Kwenye upande wa kikosi hatuna mashaka, meneja Dimitar Pantev, Selemani Matola, Veron pamoja na wasaidizi wote wa bench la ufundi wanaendelea na mipango yao thabiti kuhakikisha kwamba tunapata matokeo mazuri katika mchezo huo palikobaki ni sisi kupande wa mashabiki na sisi tufanye ama tutimize majukumu yetu ipasavyo twende tukapate ushindi siku ya tarehe 23 inawezekana tukaondoka na ushindi hapa Benjamin Mkapa lazima tuje kwa wingi uwanjani siku hiyo lazima tuje wote lazima twende tukaishangilie timu yetu kila mwana simba aje na mzuka wa kutosha, aje na energy ya kutosha, aje na nguvu ya kutosha, twende tukaishangilie, tukawape moto na morali wachezaji wetu, wakatupambanie, wakapambane, wakapigane, ili mradi mnyama aondoke na alama tatu. Kuna maana kubwa sana tukishinda mchezo wa kwanza wa hatua ya makundi, lakini kampeni yetu ni ile ile tisa Benjamin Mkapa ni haki yetu. Kwa hiyo tunaanza na hizi tatu, zinakuja sita nyingine lazima waziache Benjamin Mkapa. Ndugu zanguni, hili wala alitaji nguvu kubwa sana kukumbushana, sote tunafahamu, mashabiki wa Simba, uimara wetu, nguvu yetu siku zote imekuwa ni mashabiki, siku zote nguvu yetu imekuwa ni ninyi. Mara zote mlipokuja uwanjani, mara zote mlipoujaza uwanja Benjamin Mkapa, Simba tulipata matokeo mazuri. Kwa hiyo password kodi ya Simba kupata matokeo tarehe ishirini na tatu ndiyo ninyi mashabiki wa Simba, kuja kwenu kwa wingi uwanjani siku hiyo ndiyo password ya Simba ukata ushindi siku hiyo, asibaki mtu tawini, asibaki mtu nyumbani. Kila mtu waje Benjamin Mkapa. Mkija kwa wingi Benjamin Mkapa, ninawahakikishia siku hiyo nyama anaondoka na alama tatu. Na sisi tunachokitaka siku hiyo ni alama tatu tu, tuwe tumeianza vema kampeni yetu ya ligi ya mabingwa barani Afrika.